DW idhaa ya Kiswahili inawakaribisha katika matangazo ya asubuhi. Ninakusalimieni popote pale mlipo na karibuni kwenye matangazo yetu ya asubuhi, ikiwa tayari imetimia saa 12 kamili Afrika ya Mashariki, 11 Afrika ya Kati. Kwa niaba ya wote, jina langu ni Rashid Chilumba. DW Habari za Ulimwengu. Kwanza ni muhtasari wa habari hizo, msomaji wako ni mimi Bakari Ubena. Trump atangaza ushuru mkubwa kwa mataifa mbalimbali duniani. Vita vyaendelea Gaza huku Wapalestina wakiandamana kuipinga Hamas. Na Libya yasitisha shughuli za mashirika kumi ya kimataifa kwa tuhuma za hujuma. Habari kamili. Washington. Raisi wa Marekani Donald Trump ametangaza ushuru mpya na mkubwa kwa mataifa mbalimbali mbali katika kile alichokiita siku ya ukombozi, na hivyo kuzidisha hofu ya kutokea kwa vita vya kibiashara duniani. Washirika mbalimbali mbali wa Marekani wameguswa na hatua wa hiyo. Nchi za Umoja wa Ulaya zimewekewa ushuru wa asilimia 20 kwa bidhaa inazouza nchini Marekani, huku China ikiwekewa asilimia 34 na nchi kama Lesoto ya kusini mwa Afrika ikiwekewa kiwango cha ushuru wa asilimia 50. Mataifa mbalimbali ikiwa mbali ni pamoja na Uingereza, Brazil, Mexico, Australia, Uswisi, Poland na mengineyo yamekosoa hatua hiyo ya Trump, huku baadhi yakisema si ishara ya urafiki na kwamba yako tayari pia kujibu mapigo. Hayo yanajiri wakati waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio anatarajiwa hivi leo kuwasili mjini Brussels, Ubelgiji, ambako atashiriki mkutano wa siku mbili wa wanadiplomasia wakuu wa jumuiya ya kujihami ya NATO. Ziara ya Rubio itafanyika wakati washirika wa, wa Marekani kwenye muungano huo wa kijeshi wakiwa na wasiwasi mkubwa kuhusu sera za utawala wa Rais donald Trump, hasa kutokana na ukaribu wake na rais wa Urusi, vladimir Putin, na hatua zake za ushuru kwa miaka 75 NATO imekuwa ikitegemea mwongozo na msaada wa Marekani, lakini mambo yamekuwa tofauti tangu kurejea madarakani kwa Trump, huku viongozi wa Ulaya wakihofia hatua zaidi za rais huyo wakati wa mkutano wa kilele wa NATO unaotarajiwa kufanyika mwezi Juni nchini Uholanzi. Gaza. Takriban watu 73 wameuawa jana huko Gaza kufuatia wimbi jipya la mashambulizi ya Israel katika uki, ukanda wa Gaza. Hayo ni kulingana na wizara ya afya inayodhibitiwa na Hamas. Umoja wa Mataifa umesema kuwa katika muda wa siku mbili zilizopita, zaidi ya watu laki moja kusini mwa Gaza wamelazimika kuyahama makazi yao kutokana na mashambulizi ya Israel. Hayo yanajiri wakati maandamano mengine makubwa yameshuhudiwa huko Gaza yakiupinga utawala wa Hamas na kulani vita hivyo vilivyodumu kwa zaidi ya mwaka mmoja sasa. Taarifa za hivi punde zinaeleza kuwa Hamas wametupilia mbali pendekezo la hivi punde kutoka Israel kuhusu mpango wa usitishwaji mapigano. Ni taarifa ya habari za ulimwengu inayokujia moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya DW mjini bonn. Tripoli. Mamlaka ya Libya imesitisha shughuli za mashirika kima ya kimataifa ya kibinadamu yapatayo kumi ikiyashutumu kwa mpango wa kutaka kuwageuza wakazi wa kudumu wahamiaji kadhaa kutoka mataifa mengine ya Afrika. Mashirika hayo yasiyo ya ya kiserikali ya Baraza la Wakimbizi la Norway, madaktari wasiyo na mipaka MSF, Terre des Hommes na makundi mengine saba yaliamuriwa ya kusimamisha shughuli zao nchini Libya, huku ofisi zao mjini Tripoli zikifungwa. Msemaji wa idara ya usalama wa ndani wa nchi hiyo ya kaskazini mwa Afrika Salem Gate amesema mpango huo unachukuliwa kama kitendo cha hujuma ambacho kinalenga kubadili muundo wa idadi ya watu na kutishia jamii ya Libya. Libya imekuwa ikitumiwa na maelfu ya wahamiaji wanaohatarisha maisha yao baharini, wakitaka tu kuingia barani Ulaya. Utawala wa kijeshi nchini Myanmar umetangaza usitishwaji wa muda wa mapigano hadi Aprili 22 ili kupisha shughuli za uokoaji na usambazaji wa misaada ya kibinadamu baada ya tetemeko kubwa la ardhi lililosababisha vifo vya watu zaidi ya elfu tatu. Hatua hiyo imetangazwa jana baada ya makundi yenye silaha yanayoupinga utawala wa kijeshi kutangaza hapo awali kwamba yanasitisha pia mapigano ili kudhihirisha mshikamano na wananchi kufuatia janga hilo. Juhudi za uokoaji zinaendelea huko Myanmar, ambako pia watu zaidi ya 45 wamejeruhiwa. Umoja wa Mataifa umesema watu milioni tatu wamelazimika kuyahama makazi yao na wanahitaji msaada wa dharura. Na hatimaye, Bogota, polisi nchini Colombia imekamata hapo jana tani 54 za madini ya bati na coltan ambayo hutumiwa katika utengenezaji wa simu za mkononi na vifaa vya kielektroniki. Madini hayo ambayo yalikamatwa wakati yakielekea katika bandari ya Cartagena na yenye thamani ya dola milioni moja nukta nne yalikuwa yanaelekea China. Mwisho wa DW, dunia yetu leo asubuhi. Safu yetu ya uchambuzi asubuhi hii itaanzia kwa kuyamulika madhila yanayokumba wakazi wa ukanda wa Ghaza wanaosema wamechoshwa na, wa na kulazimishwa kuyahama makazi yao kila wakati kupisha operesheni ya kijeshi ya Israel. Huku mjini Berlin, mkutano wa kimataifa wa masuala ya watu wanaoishi na ulemavu umefungua pazia. Nchi za Afrika mfano wa Tanzania zinatarajia kuondoka na nini? mara hii tunalenga kufanikisha mambo ya ujumuishwaji wa watu wenye ulemavu kwenye kila nyanja. Na baadaye utasikia kilio cha familia zilizopoteza makazi yao miaka mitatu iliyopita baada ya kutokea vita vya kikabila eneo la marsabit nchini Kenya. Asubuhi hii pia tumekuandalia makala fupi na wake na maendeleo. Tafadhali usibadili kituo. Mamia kwa maelfu ya familia za wakazi wa ukanda wa Gaza zinasema zimepoteza matumaini na kuishiwa nguvu kutokana na kulazimishwa kuyakimbia makazi yao kila wakati katika mzozo huu uliotimiza mwaka mmoja na nusu hivi sasa. Israel ambayo ilianzisha tena mashambulizi dhidi ya Gaza imetoa amri ya raia chungu nzima kuondoka kwenye maeneo inayolenga kuyasambaratisha. Wengi wanajikuta wanabeba vitu vichache tu wakitafuta sehemu walipotakiwa na jeshi la Israeli kuondoka eneo la kaskazini mwa Gaza la jabali ya mnamo Machi 19, Ihab Suliman na familia yake walifanikiwa tu kubeba chakula kidogo na mablanketi kabla ya kuanza safari yao kuelekea kusini mwa ukanda huo. Ilikuwa mara yao ya nne kulazimika kuyahama makazi yao katika kipindi cha miezi 18 ya vita. Profesa huyo wa zamani wa chuo kikuu anasema maisha yao kwa sasa hayana furaha na hayatofautiani na kifo. Suliman ni miongoni mwa maelfu ya Wapalestina waliolazimika kuyakimbia makazi yao tangu Israel ilipovunja makubaliano ya usitishwaji mapigano mnamo Machi 18 na kuanza wimbi jipya la mashambulizi ya angani na ardhini. Wakihofia kuanza upya maisha yao, baadhi ya wa wapalestina wamekuwa wakipuuza miito na maagizo ya kuondoka katika makazi yao bila kujali kiwa uamuzi wao huo unaweza kuhatarisha maisha yao. Rosalia Bolen, mtaalamu wa mawasiliano wa shirika la Umoja wa Mataifa la kuwahudumia watoto UNICEF, anasema kwamba vita hivi vimemchosha kila mtu huko Gaza, ikiwa ni pamoja na watoto na wazazi wao ambao wamechoka si tu kimwili, bali kiakili. Mwezi uliopita, Israel ilichukua uamuzi wa kuzuia chakula, mafuta na vifaa vyote muhimu kuingia Gaza huku mashirika ya misaada yakitahadharisha kuhusu hali mbaya ya kibinadamu kutokana na uhaba mkubwa wa mahema na vifaa vingine vya malazi ili kuwasaidia watu waliohamishwa hivi karibuni. Mapema siku ya Jumanne, shirika la mpango wa chakula duniani WFP lililazimika kufunga viwanda vyake vyote vya kuoka mikate huko Gaza ambavyo vinategemewa na maelfu ya raia kwa sababu tu ya kuishiwa unga wa ngano. Amri za kuwahamisha Wapalestina ambazo hutolewa na Israel sasa zinayohusu maeneo makubwa zaidi ya ukanda wa Gaza ikiwa ni pamoja na mjini kati na miji ya kaskazini, sehemu ya miji ya kusini ya Khan Yunis na karibu eneo zima la Rafah na vitongoji vyake, kulingana na makadirio ya hivi punde ya Umoja wa Mataifa. Kufikia Machi 23 zaidi ya watu laki moja elfu arobaini walikuwa wamehamishwa tena tangu kuvunjika kwa makubaliano ya usitishwaji mapigano. Kila wakati familia zinapohamishwa wakati wa vita huondoka mikono mitupu na kuacha mali zao. Wakati makubaliano ya usitishaji mapigano kwa miezi miwili yalipoanza kutekelezwa mwezi Januari huko Gaza, maelfu ya Wapalestina walimiminika mitaani kuanza kurejea katika makazi yao bila kujali kuwa nyumba zao ziliharibiwa. Waliweka mahema karibu na vifusi na walifarijika tu kuwa makwao. Walikuwa na matumaini kwamba huo ndio ungelikuwa mwisho wa kuhamishwa kila mara, lakini sasa wamejikuta wakirejeshwa kwenye madhila ya kutangatanga ambayo yamewakumba Wapalestina zaidi ya milioni mbili tangu kuanza kwa vita hivyo. Asante sana bakari Ubena. Tuingia hapa nchini Ujerumani, viongozi wa ulimwengu, wakuu wa mashirika na taasisi za kimataifa wanakutana tangu jana Jumatano mjini Berlin kwa mkutano wa ulimwengu kuhusu watu wenye ulemavu. Mkutano huo ambao ni watatu tangu ulipofanyika kwa mara ya kwanza mjini London, mjini London, mwaka elfu mbili kumi na nane umeandaliwa kwa pamoja na Ujerumani na ufalme wa Jordan. Zaidi kuhusu hilo nimezungumza na naibu waziri wa ofisi ya waziri mkuu, sera bunge na uratibu, anayeongoza ujumbe wa Tanzania kwenye mkutano mjini Berlin, umi nderi ya nanga. Na kwanza anaeleza malengo ya mkutano wa mwaka huu. Mara hii tunalenga kufanikisha mambo ya ujumuishwaji wa watu wenye ulemavu kwenye kila nyanja, lakini hapa Ujerumani tuna kitu tumesaini, kama nchi ya Tanzania tumesaini na nchi nyingine masuala ya amani Berlin Declaration on Global Disability Inclusion. Hapo sisi tumeweka msimamo wetu kama nchi kwamba na sisi tunaungana na dunia kwenye kuhakikisha kwamba tunawajumuisha watu wenye ulemavu kwenye kila sekta, kwenye elimu, kwenye uchumi, kwenye mambo ya mabadiliko ya tabia nchi, kwenye vifaa saidizi. watu wenye ulemavu Tanzania watanufaika nini kwa serikali yao kutia saini ya azimio hilo la Berlin? Tutanufaika mambo mengi kwa sababu wa hapa kuna wadau wote wa sekta hii ya watu wenye ulemavu duniani na kwa bahati nzuri jana, mimi kwa niaba ya serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania nilipata fursa ya kufanya mkutano wa moja kwa moja na mfuko wa dunia wa masuala ya watu wenye ulemavu, na wameonesha commitment yao kwamba wanaweza kuja Tanzania kutusaidia. Maeneo gani makubwa yanawapatabu Tanzania linapokuja suala la kuwajumuisha watu wanaoishi na ulemavu? Kwa mfano sio Tanzania peke yake, ni dunia. Dunia sasa hivi ipo kwenye mambo ya climate change, lakini unaona kwenye mabadiliko ya tabia nchi bado mkazo haujawekwa sana kwenye jinsi ya kuwasaidia watu wenye ulemavu. Lakini sisi kwa Tanzania tunatolewa mfano huku kwamba sisi tumebadilisha sheria mwaka elfu mbili na ishirini na mbili, sheria ya maafa, kwamba sasa iwajumuishe watu wenye ulemavu, ngazi ya mkoa, ngazi ya wilaya, ngazi ya kata, kwenye zile kamati za maafa za mikoa, wilaya, taifa. Tuna jukwaa la wadau watu wenye ulemavu waje, watoe maoni, waone wanataka kusaidiwa vipi ikiwa tumepata maafa. Umekuwa hapo Berlin na pengine sio mara ya kwanza kutembelea nchi za Ulaya ama zile zinazoitwa za ulimwengu wa kwanza, miundombinu ya wenye ulemavu ipo. Ndugu Naibu Waziri, ninafahamu na wewe ni mtu unaishi na ulemavu, umejifunza nini? Kwa kweli, nimeendelea kujifunza kwamba wenzetu wamepiga hatua lakini sasa nalinganisha na nyumbani na sisi pia tumepiga hatua. Kwa mfano unapokuja hapa Berlin hapa mjini, mtu mwenye ulemavu anaweza akamuva akaenda sehemu yoyote. Sisi serikali ya jamhuri ya muungano wa Tanzania Tanzania, tuna mji mpya wa serikali Mtumba ambao umedisainiwa vizuri, unaweza kuchukua mahitaji ya kila mtu mwenye ulemavu. Lakini tunajitahidi hata miundombinu sasa hivi tunavyoweka sasa hivi tunavyeka. tuna reli yetu ya SGR, tuna train mtu mwenye ulemavu anaweza kusafiri kutoka Dar kwenda Dodoma asipate shida kutoka Dodoma kwenda Dar es Salaam mm, ambacho ni kitu kizuri, naona sisi tunaendelea kufanya vizuri. Alikuwa ni Umi Nderi Ananga, naibu waziri ofisi ya waziri mkuu, sera, bunge na uratibu, huko nchini Tanzania, anayeongoza ujumbe wa nchi hiyo kwenye mkutano wa masuala ya watu wenye ulemavu unaofanyika mjini Berlin. Mamlaka nchini Tanzania zimetangaza kuanza kazi kwa kanuni za matumizi ya fedha za kigeni za mwaka 2025 ambazo zinanuia kutumika kwa fedha za kigeni katika malipo ya huduma yoyote ndani ya nchi. Wafanyabiashara nchini humo wamekuwa na hisi mseto kuhusu hatua hiyo, baadhi wakiipokea kwa mikono miwili, huku wengine wameelezea mashaka juu ya ustawi wa biashara zao kutokana na ukaribu na wageni wanaopendelea kutumia sarafu za kigeni, hasa dola ya Marekani. Mwandishi wetu mjini Dar es Salaam, George Nchogopa, amewatembelea baadhi ya wafanyabiashara wanaotegemea wateja wa kigeni na kututumia ripoti ifuatayo. Yaani bei inategemea na wewe umekujaje, ukoje, unafahamu vipi. Sana kuna bei zote hapa, kuna bei ya mtalii, bei ya Mtanzania, bei ya mgeni kabisa, ambaye ajui sana kanuni za kupiga marufuku fedha za kigeni za mwaka 2025 ambazo zinazuia kutumia kwa fedha za kigeni katika malipo ya huduma yoyote ya ndani ya nchi zimeanza kutumika, na wafanyabiashara hao ni sehemutia walio wengi ambao watalazimika kukubaliana na wateja wao namna ya kuzifuata. Wanasema ingawa ni jambo linalochukuliwa kama hatua ya kuimarisha uchumi wa nchi, lakini utekelezaji wake wanadhani utakuwa ni wa kusuasua, wakitaja sababu kadhaa miongoni mwao wanasema ni ukosefu wa miundombinu rafiki inawezesha ubadilishaji wa fedha kufanyika kwa wakati wote. Wanasisitiza baadhi ya maduka ya ubadilishaji wa fedha kupatikana katika maeneo mbali. Kwa maana hiyo, wanaamini kwamba swala malipo kwa kutumia fedha za kigeni linaweza kuendelea katika baadhi ya maeneo. Sisi kuswela za kigeni hapa wende usipimi watu wa mjini wanasema, hapo ukitaka hela ya kichina hela ya Marekani yuro hizi ambazo mara nyingi huwa tunapokea hizo, kwa sababu ndio zinazotumika maeneo mengi. Hela eh, za kigeni hapa hazina shida, zipo maeneo. Kama maduka makubwa ya Kariakoo, mahoteli yanayopokea wageni wa mataifa ya nje, na sehemu zenye mikusanyiko mikubwa ya biashara, ni baadhi ya maeneo ambayo kanuni hiyo mpya inakwenda kuyabana. Mkazi mmoja wa Dar es Salaam anijishughulisha na udalali wa uzaji na upangishaji wa nyumba anakiri kwamba kuna nyakati amekuwa kipokea fedha za kigeni kama sehemu ya malipo katika shughuli zake. Lakini vile unashangaa, unakaa labda baada ya siku nne siku tano au wiki, dola inabadilika aidha, inapanda au inashuka. Kwa hiyo hata kile kiasi, na maana kitakuwa kile, inaweza ikapungua au ikaa Mnamo Machi ishirini na nane, Wizara ya Fedha ya Tanzania ilitangaza kuanza kwa kanuni mpya za kuzia matumizi ya fedha za kigeni ikiwa ni utekelezaji wa mabadiliko ya sheria ya fedha ya mwaka elfu mbili na ishirini na nne. Hatua hiyo inataja kuchukuliwa baada ya kuwepo ongezeko kubwa la miamala ya fedha za kigeni katika manunuzi ya bidhaa na huduma mbalimbali nchini. Oscar Mkude, mtaalamu na mchambuzi wa masuala ya uchumi anasema hatua ya serikali ya Tanzania kupitisha kanuni ya matumizi ya fedha za kigeni kunaweza kuweka njia panda wawekezaji walioweka moja kwa moja mahitaji yao nchini, lakini anaamini kwamba jambo hilo aliweze kuwa na athari kubwa kwa kulinganisha na faida ambayo taifa linapata kwa kuilinda sarafu yake dhidi ya sarafu za kigeni. Kwa maana kwamba kwa kufanya katazo hili kuwa effective sasa, maanake e, uhitaji wa shilingi utaongezeka na ule wa dola utapungua. Katika kanuni hizo mpya zilizoanza kutumika tangu mwishoni mwa mwezi uliopita, zinaelekeza kwamba bei zote za bidhaa na huduma nchini zitangazwe kwa shilingi ya Tanzania. Kutoka Dar es Salaam ni George Njogopa wa DW. DW tunavuma kwa kishindo Kumbuka msikilizaji, matangazo hewani ni dunia yetu leo asubuhi, moja kwa moja kutoka mjini Bonn. Jumuiya ya kujihamia NATO inapitia mtihani wa kidiplomasia kwa sababu ya msimamo wa Marekani na mchango wa umoja wa Ulaya katika mzozo wa Ukraine wa ndani wa Marekani kwenye jumuia hiyo, wanajitahidi kuitikia wito wa Rais Donald Trump wa kuongeza bajeti zao za ulinzi na pia kutathmini upya mchango wa kila mshirika kwenye jumuia hiyo. Mengi zaidi ni kwenye uchambuzi ufuatao unaosomwa na Utawala wa Marekani chini ya rais Donald Trump umekuwa ukiitendea mabaya Ulaya na kuikatia misaada Ukraine, huku upande mwingine utawala huo ukiikumbatia Urusi, na bila shaka hilo linatia wasiwasi. Wanadiplomasia wa nchi za magharibi wanahisi kwamba hata ikiwa muungano huo wa kijeshi utanusurika utakuwa kwenye kitisho cha kutokuwa na nguvu au kuwa dhaifu. Kufikia sasa, maafisa wa serikali ya Marekani wamekuwa wakisistiza kwamba Washington bado inaendelea kuwa mshirika muhimu wa jumuia ya NATO kwa misingi ya kutoa ulinzi kwa kama ambavyo imekuwa ikifanya kwa zaidi ya miaka sabini ulipoundwa muungano huo. Kwa mtazamo huo, alao inaonyesha kuwa uhakika wa kiasi fulani tangu iliporipotiwa kwamba rais Trump aliwahi kutishia kuiondoa Marekani kwenye muungano huo katika kipindi cha muhula wake wa kwanza madarakani. Hata hivyo, onyo hilo bado linaonyesha dalili sio nzuri kwa mfungamano huo wa kijeshi na dalili hizo zinajitokeza zaidi kwa kutazama matamko kadhaa yaliyowahi kutolewa na Marekani kuelekea Ulaya na hata vitisho dhidi ya eh, Greenland na Canada. Na juu ya hilo Rais Trump amekwenda mbali zaidi katika kutoa vitisho kwa kusema kwamba atazilinda tu nchi washirika ambazo zitadiriki kutoa mchango mkubwa wa kutosha katika NATO. Kadhalika, Marekani imebainisha kuwa huenda ikabadili msimamo wake na kujikita kwenye changamoto nyingine badala ya zile zinazoitatiza Ulaya. Itakumbukwa kuwa hii si mara ya kwanza kwa Marekani kuwasilisha kauli za aina hiyo. Mtangulizi wake Barack Obama aliahidi mwaka elfu mbili kumi na moja kuwa Marekani itaegemea zaidi bara la Asia. Duru zinaeleza kuwa wanadiplomasia na maafisa wa ngazi ya juu wanasistiza kuwa iwapo Marekani inapanga kupunguza uwepo na mchango wake barani Ulaya, basi italazimika kuweka bayana ratiba kamili ili yasiwepo mapengo katika mfumo mzima wa ulinzi wa bara hilo. Kwa upande wake Umoja wa Ulaya unajiandaa kwa kuziongeza bajeti zake za ulinzi na utengenezaji wa silaha kufuatia shinikizo la Rais Donald Trump la kuyataka mataifa hayo kuongeza mara mbili matumizi yao ya bajeti za ulinzi na kufikia kiwango cha asilimia tano ya pato jumla la ndani ya mataifa hayo. Hata hivyo wasiwasi, wasi ni kuwa kibarua kitakuwa kigumu kupata washirika walio na mchango kama wa Marekani katika swala so zima la silaha za nyuklia na uwezo wake. Jambo jingine ni kuwa mataifa wanachama wa jumuiya kujihamia NATO wanakabiliana pia na vipengee vya misingi ya kuiunda vilivyojikita kwenye imani. Hata hivyo, Donald Trump anaripotiwa kuhoji umuhimu wa kipengee hicho, lakini baadhi ya wa wachambuzi wanasema ikiwa kinachofanywa na Trump ni mkakati wa kujaribu kutafuta washirika wapya basi hapana shaka hilo litakuwa tatizo kubwa. Ilikuwa ni ripoti yake Thelma Mwatsaya. Tuingie sasa nchini Kenya. Wakimbizi wa ndani kutoka jimbo la Marsabit nchini Kenya wanaitaka serikali kuanzisha mchakato wa kuondoa kwenye mahema ya muda baada ya hali ya utulivu kurejea jimboni humo. Maelfu ya wakimbizi waliyakimbia makazi yao kutokana na, na machafuko ya kikabila ya mwaka elfu mbili ishirini na mbili. Mwendeshi wetu wa huko Marsabit, Michael Kwena, ametutumia ripoti ifuatayo. Kwa miaka minne sasa tangu vita vya kikabila viliposhuhudiwa hapa Marsabit, waathiriwa wa machafuko hayo wamekuwa wakiishi kwenye mahema ya muda, hali wanayosema imekuwa ikiwaathiri kisaikolojia. Tume ya uwiano na utangamano wa kitaifa nchini, NCIC ilikuwa imeeleza kwamba waathiriwa watafidiwa ili kurejelea maisha yao ya awali kama sehemu ya kuleta uwiano miongoni mwa jamii. Hata hivyo hakuna hatua yote iliyochukuliwa na asasi za serikali kwa kipindi cha miaka minne sasa, huku wakimbizi wa ndani wakiendelea kuhangaika na maisha. Baadhi ya waathiriwa wanahisi kusahaulika na serikali na kuendelea kubeba mzigo wa makovu ya ukabila hapa Marsabit. Bahati Gura ni mmoja wa wakimbizi wa ndani. Sisi tunaishi kwa idp camp sasa, hatuna nyumba, mvua inaenyesha, chakula hakuna, watu wako na njaa, hiyo ndio changamoto. Ninayohimiza viongozi na NGO waungane wa na kanisa ndio sisi turudi kwetu. Idadi kubwa ya wakimbizi wa ndani wamekuwa wakiomba msaada wa namna ya kujisitiri katika mahema yao ya muda wakisema Kupata chakula imekuwa ni kibarua kigumu, haswa wakati huu ambapo mvua kubwa zinashuhudiwa hapa Marsabit. hata chakula sisi sina, sasa baridi tu peke yake, hakuna jumba, ni m ambayo tunakalia, tunalalia chini ile karatasi, tunaenda kutafuta kwa maduka, nailoni haidumu kwa sababu ya upepo, kwa sababu ya mvua hapa, sasa ndio changamoto. Mwenyekiti wa kamati ya amani ya Marsabit Sora Huka amewatolea mwito wakazi wa Marsabit waliokimbilia kwenye majimbo mengine kurejea Marsabit kutokana na utulivu uliopo kwa sasa. Sora anasema hali ya kawaida imerejea na hivyo hakuna vitisho vya ukosefu wa usalama wale ambao walikuwa wamehama kutoka kaunti letu kwa sababu ya ukosefu wa amani na wakaenda kufanya investment sehemu zingine, nawaomba sasa, kuna usalama sasa, kuna utulivu sasa, kuna matumaini kaunti letu kurudi kama zamani. Tafadhaleni murudi nyumbani mufanye investment nyumbani. Viongozi wa kidini nao wanasema endapo wakimbizi hao hawataondolewa kwenye mahema yao amani itakosekana Marsabit, kwani watakuwa wanaona makovu ukabila kila mara. Askofu wa kanisa la Kiangilikana Jimbo la Marsabit Daniel Kampicha ametoa wito kwa serikali kuharakisha shughuli za kuondoa wakimbizi wa ndani kwenye mahema ya muda. Vita ilipotokea ikaharibu mali ya watu, manyumba zikachomwa, watu wakafa, na watu wetu tangu hiyo wakati wale, wameadhika sana kwa kikubwa sana. Vita vya kikabila vya mwaka 2022 vilisababisha maafa ya mamia ya watu wakati jamii ya Borana na Gabra zilizozana. Michael Kuena, DW Marsabit. Na kwa taarifa hiyo kutoka Marsabit nchini Kenya ya kwake Michael Qwena, ndiyo tunakamilisha safu hii uchambuzi ya uchambuzi asubuhi hii. Katayari kwa usikilizi makala fupi ya wanawake na maendeleo tuliokuandalia bw. wanawake na maendeleo. Kuelekea uchaguzi mkuu ujao nchini Uganda mwaka elfu mbili ishirini na sita, wanawake wamejitokeza na ilani yao ambao wangependa izingatiwe na vyama vyote vya, vya siasa wakati vinaandaa ilani zao. Azma ya kufanya hivyo ni kuhakikisha kuwa masuala muhimu ya wanawake yanapewa kipaumbele ili kuweza kushiriki ipasavyo katika siasa, utawala na uchumi wa nchi. Kwa namna hii, wanawake wanaamini kuwa watapiga hatua kubwa, si tu katika maendeleo yao binafsi, lakini pia kuchangia ipasavyo katika maendeleo ya taifa kwa jumla. Na kukaribisha mpendo wa msikilizaji wa DW katika makala ya wanawake na maendeleo, andamana nami Lubege Emanuel hadi mwisho wa makala. Wanawake wanadhibiti nafasi kadhaa za ngazi ya juu katika serikali ya sasa ya Uganda, ambapo makamu wa rais, waziri mkuu, spika wa bunge na mawaziri kadhaa wanashikilia nafasi ambazo wanawake wangedhani zinawawezesha kupigania masilahi yao. Lakini ni kinyume kabisa, kwani wanawake hao wameendelea kutokuwa na nguvu katika utawala wao, hawana uwezo wa kushawishi wala kuwashirikisha katika kufanya maamuzi kwenye mikutano kama ambavyo mwanasiasa maarufu na mpiganiaji haki za wanawake Miriam Matembe anavyotoa mtazamo wake. not... wanawake wako mamlakani kuwezesha maslahi ya wale ambao ndio hasa wana mamlaka, ambao wengi ni wanaume wanaofanya maamuzi. Flavia Kavahenda, mwenyekiti wa kamati ya bunge inayoshughulikia masuala ya jinsia, anafafanua kwa nini kuwa na idadi kubwa ya wanawake kwenye nafasi mbalimbali mbali za uongozi hakujawezesha maendeleo ya wanawake. Baadhi ya wanawake kwa bahati mbaya hawakupata elimu iliyo hali. Wana stadi za uongozi, kwa sababu wana ushawishi miongoni mwa umma, ila hawawezi kushindana na wanaume kwa kukosa maarifa na ustadi fulani za uongozi kisiasa. Wakati joto la kuelekea uchaguzi mkuu mwaka elfu mbili ishirini na sita likianza liki kufukuta Uganda, mtandao wa wanawake Uganda UNET umejitokeza na mkakati wa kuwa na ilani ya wanawake ambayo wangependa vyama vya siasa pamoja na wagombea binafsi wazingatie wakati wakiandaa ilani zao. Sara Ogwang ni afisa wa sera katika UNET anaelezea zaidi kuhusu ilani hiyo. Uh, we want to see... Tunataka masuala mbali mbali ya kijinsia ambayo wakwaza wanawake kisera kushughulikiwa, yanahusiana na ufisadi na ukosefu wa usawa wa kijinsia. Suala jingine ambalo wanawake wanaelezea kuwasababisha kutoshiriki ipasavyo katika siasa na utawala ni kwamba mchakato wote umegubikwa na ufisadi. Charity Ahindisiwe, mkurugenzi wa taasisi ya sheria za uchaguzi, anafafanua kwa nini ni vigumu kuwapata wanawake stahiki katika nafasi za uongozi. Kuna hali ambapo wanawake chipukizi kisiasa wanataka kugombea nafasi za uongozi, lakini wale wanawake walio katika nafasi hizo wana ushawishi wa kifedha na mitandao ya kisiasa. Baadhi ya wanawake wanaotaka kugombea uongozi wanahofia visa vya ghasia na vurugu katika uchaguzi. Aliyekuwa wakati mmoja kiongozi wa upinzani bungeni Wini Chiza anatoa angalizo kuhusu ghasia na vurugu za uchaguzi. vurugu yenye inaonekana saa ya, ya uchaguzi hmm, hairuhusu wanawake kujeunga mkono na wale wenyewe wanafanya uchaguzi kwa juu. sisi kama wanawake, vurugu hatuzipendi. Sambamba na kuwaandaa kwa uongozi, wadau wanahimiza pia swala la fursa za ajira, biashara na uwekezaji vizingatiwe. Maureen Odoro ambaye huratibu masuala ya jinsia katika shirika la Femnet, anatoa msisitizo huu: kuangalia mambo ya wanawake la yao na pia kuangalia haki za kibinadamu ambazo zinalenga wanawake siku zote, kutoka maendeleo yetu ikuwe endelevu, tuwe na bara ambalo lina maendeleo. Na hadi hapo msikilizaji mpendwa wa DW, na kukamilisha makala hii ya wanawake na maendeleo, ni mimi Lubega Emmanuel, mwandishi wa DW Kampala. Na kufikia hapo ndio tunakamilisha matangazo yetu ya asubuhi. Ninakushukuruni sana kwa kututegea sikio, popote pale mnapotusikiliza. Kwa niaba ya wenzangu, mimi ni Rashid Chilumba, ninakutakieni asubuhi njema.